nyuma Harmonize ilipokelewa kwao akiwa ameshatoka kwenye record label ya WCB. Mm. alipokelewa kimila, ilichinjwa mbuzi, ukapakwa damu na nini, watu wakaitafsiri tofauti sana. Nafikiri mm. pia babako alikuwepo ama alionekana. Hey, ile tafsiri yake ilikuwa nini na kwa ambao walitafsiri tofauti unaweza kuielezeaje? Hasa unajua, mtu ambaye ametafsiri vibaya bana video mm, ni ngumu kidogo kumuelewesha mm, kwa sababu um, kwenye maisha ya kawaida ya mwanadamu wote, kuna kundi la watu wanakuamini sana Mm. kuna watu wa kuamini hata kidogo, ambaye anayekuamini njiani, bwana, nafika amili saa sita mm -hmm. Yeah. Mtu ambaye na ka a na wasiwasi tafute lugha gani au neno gani ambalo mm. nitaliweka lieleweke. Nio na of course wazazi wangu mm. babangu ali advise tufanye hicho, so nisingeza kukataa mm. ku, ku, mm. <laughs> mm. mm. na kuwahi kuniambia kwamba ule ni uchawi wa kumzuru mtu au ni tumemwita mganga hapa aje kuchinja mbuzi hapa tunafanya kitu fulani. I think yeye au wao wazee wetu ndo wanajua, lakini wanaambia bwana, hizi ni mila za kwetu, you never been here. Watu ni wengi, watu wamekuja kukuombea, ndio kwa. Okay, it's fine